Mbele turudi nyuma tujue kwamba dogo Sajent hana tatizo, tusitengeneze ile tension ya kumchukia. Tunamwaribu sana kwa psychology na mwisho sasa tunajua kuharibu muziki, muziki sasa unajua kudelay, unajua yule dogo ana kipaji lakini sasa mashabiki wamemtengenezea um, um, um, roho ya chuki; anakuja kupotea kabisa kimuziki. So, inabidi tumsupport dogo. Uh, licha ya kwamba tatizo hakulisababisha mwenyewe; tatizo lilikuwa juu ya ya management ya crew. Kumbuke kwanza kwamba dogo Sajent no, mtu ambaye alianza kujulikana zaidi anakuja. Jana. Bwana jana nimemaliza fresh sana, bila shaka tulikuwa pamoja, yeah, yeah. Na, na kazi imeenda fresh na leo tumekutana tena. Na leo tumekutana tena bwana. Unajua kila siku inavyozidi kubadilika, mambo yanakuwa mapya. Na kila siku inavyozidi ku change mambo yanabadilika pia na, na, yeah, yeah. Na leo ningependa tuzungumzie issue ya dogo Paten na dogo Sajent kama ulivyoona kwenye mitandao ya kijamii, wewe kama mdau wa masuala ya mitandao ya kijamii, pia mdau wa wa masuala ya kijamii na mchambuzi pia, ili swala nauzungumziaji kuhusu wale majanja. Kwanza kabisa ni majanja ambao wanachipukia kwenye hii hapa industry ya muziki wa singeli au muziki wa kizazi kipya, you know kwamba Dogo Sajent na, uh, mdogo Paten, bila shaka wameingia town pamoja Ngoma mbao yeah. Uh, baina yao you know? Sasa changamoto ni kwamba mashabiki sisi tunaendeshwa na upepo. Mashabiki tunaendeshwa na upepo, pengine ni upepo wa comment section, kwa, kwa, kwa, kwa tumeshindwa kutatua chanzo kwamba chanzo cha mgogoro ni kipi yani, mashabiki bwana. Ningependa kuambia, si dhani kama nakosea sana lakini mashabiki ya, hatutumia akili unajua. Yeah. Uh, kwenye ku comment au kwenye kutoa maamuzi ya kwamba who who is is better and who is worse, hatutumii akili, unajua. Uh, sasa chanzo ni kwamba wale madogo wamegombana, lakini sio kwamba wow, wao wame, ndio wame, wame, wamependa kugombana wao wamependa kutengeneza mpasuko. Ni kwamba management ndio ambao imeshindwa kuwasimamia majanja vizuri, kama unajua kwamba madogo walikuwa pamoja as a same crew, sawa. Lakini the end of the day management ilikuwa ni moja pia sawa, lakini mwisho wa siku amekuja kuwatengenezea matabaka. Lakini sasa leo dogo Sajent anakuja kuonekana kama ana makosa, anakuja kuonekana kama ni mbinafsi, wakati mbinafsi ni manager. Management imeshindwa kuwafanyaje kuwa manage. Sasa alisema kwamba alikuwa anapewa nguo na mtu, wa nguo ni nani? Manager, yeah, management ya mavazi na vitu vingine kama hivyo, kwamba anayetoa nguo sio Sajent. Anayeamua kwamba wewe uvae hiki, wewe uvae hiki, sio Sajent ni meneja au management ya wale madogo. Lakini sasa mwisho wa siku mpasuko mmoja kutokea, tunakuja kulaumu yule dogo dogo Sajent. Hatujui kwamba tunamharibu kisaikolojia. Sawa. Tunakuja tunamlaumu dogo Sajent kwamba yeye bwana ndo ana makosa kwamba ndo mbinafsi. Wakati dogo Paten na tayari amekwisha kuongea kwamba tatizo, kwamba nilikuwa napewa nguo mimi viwalo vya mtumba, viwalo vya karume, alafu mwanangu anapewa viwalo vya maana. Sinajua tena. E, kwamba tatizo halipo kwa msanii, tatizo lipo kwa nani? Tatizo lipo kwa management. Sawa. Lakini sasa Wabongo unajua, tunabebwa na dhana ambayo inakuwa na inatupotosha sana. Kumbuke kwanza, back back kwamba Mdogo Sajent ndio mtu ambaye aliweza kujulikana zaidi hapo mwanzo, yani Paten alikuwa amefichwa nyuma. Inabidi tujue kwamba ame, mbele, amekuwa mbele, amekuwa kwa na, kwa uh, wakati wanatoka saa wakati wanatoka walikuwa pamoja, lakini sasa baada ya mgogoro kutengenezwa na meneja au management yao iakuwafarakanisha, na sisi tatizo lilikuja kutokea ni kwamba ni kwamba halijawaathiri meneja wala hajaathiri management yao, unajua yeah. Uh, tatizo, tatizo, tatizo, ha uh, tatizo limewaathiri wasanii kama wasanii. Mwisho wa siku Dogo Sajent amepoteza upepo wa mashabiki, amepoteza namba ya mashabiki N hey, wale mashabiki wote wale mafans wote waliokuwa wa, wa, wale kwake wameamua kwa Paten. yeah. sawa yeah, na tatizo ambalo yeah, na, na, ukitaka uki kufikiria kwa undani kabisa kwamba Dogo Sergeant anaonewa, sio, unaelewa. Maybe, sawa, anaweza akawa hajamzidi kipaji. Unajua kipaji kinaonekana kwa macho au kwa kusikia au kwa kuona, unaona kabisa huwa na kipaji hapa. Yaani, wamezidiana namna fulani. Sawa. Lakini sasa tatizo ambalo linakuja kutokea hapo Dogo Sajent anaharibiwa kisaikolojia. Kama ulivyoona jana, alikuwa na ujio, alikuwa hayuko comfortable yeah. E, yani kwamba hata mwenyewe sijui ni tatizo lake au tatizo ambalo limesababishwa na mashabiki vile, vile, kwamba anajikanyaga sana hapo. Ilikuwa ni muda wake wa kutengeneza ye. Ni kweli tatizo alijisababishwa na yeye, tatizo limesababishwa na management ya crew, sawa, lakini sasa ilibidi atumie huu muda pengine kwa kutumia ile interview kubwa, sawa, kwa ajili ya wa kutengeneza yani, kwa sababu uh, yeah. Tatizo alikuwa tatizo alikuwa kwake, brother, unajua so uh, nadhani kwamba inabidi tutumie akili, tuende mbele, turudi nyuma, tujue kwamba ndugu Sajent hana tatizo, kwamba tusitengeneze ile ile tension ya kumchukia Dogo, tunamwaribu sana ya kisaikolojia na nano mwisho, sasa tunajua kuharibu mziki, unajua kudelay, unajua dogo ana kipaji, lakini sasa mashabiki mashabiki wamemtengenezea roho ya chuki, wameshamtengenezea tension, okay, tension ya chuki, tension ya chuki, anakuja kupotea kabisa kimziki, inabidi so tumsupport dogo dogo, licha uh, ya kwamba tatizo hakulisababisha mwenyewe, tatizo lilikuwa juu ya management ya, kwa hiyo eh, something like that so. Okay bwana. We, kama pia Mr. Balama, kijana kabisa. Kwanza kwa kwa kabisa ningependa kutoa mrejesho kwamba kwa saizi hmm. kati ya wale majanja wawili hmm. ikupate taari huko mbele kama unaojua ku, ku, ku, kuibuka hata mwaka ujaisha hmm. alafu kutoa na msanii wa WCB Zuchu sio kitu kidogo yeah. Zuch ni msanii mkubwa, mimi naweza kuna video zangu akakuonyesha hapa. kuna moja kati ya wa muziki wakubwa sana nilimbishkuambwaa hmm hii kolabo hii kutokea, lakini at the end of the day imefanyeje, imetokea. By the way ni kitu fulani kikubwa sana, lakini dogo saje atabaki nyuma. Sasa cha kuwashauri wa majanja ni kwamba inabidi wakae pamoja walijenge hili swala, unajua tena. Na dogo saje inabidi akubali kwamba tayari kuna ma, kuna namba ya mashabiki tayari yamekusha ipoteza. Kuna bidii akae atulie, arudi nyuma, ajipange tena, atengeneze yani, asi asi asiibue ile dhana ya chuki asiendelee kutufanya tukajenga dhana ya chuki juu yake, au mashabiki wakajenga dhana ya chuki juu yake. Inabidi sasa arudi nyuma, kama ni kuomba msamaha basi aombe. Unajua sio kwamba unapoomba msamaha lazima uwe umekosea. Hapana, kuna namna una unaomba msamaha kwa ajili ya kutengeneza amani, ya kushow peace among them, unajua. Kwa hiyo cha kuwashauri wale majanja ni kuwaambia inabidi sasa warudi nyuma watulie, na inabidi dogo Sajent awe chini sasa, awe mpole. Unajua tayari ashavukwa, tayari ashavukwa viwango na dogo Pata, unajua sasa inabidi arudi kama yeah. Nikuomba msamaha cool down ndio yeah. Tayari ameshavukwa sasa inabidi arudi nyuma waliweke sawa na mziki nadhani, yeah, muziki utakuwa mbele sana. Ah, Mange Kimambi bwana anarusha sana. Unaona, nimemfuatilia sana Mange Kimambi bwana kwenye mitandao yake ya kijamii na posti za jana, ameposti posti nyingi sana yeah. Unajua kuna hii masuala ya vyama vya kisiasa Uh, sasa ameliongelea kwa namna yake mwenyewe. Lakini bana nimempatia pointi kubwa sana chukua jana. Unajua eh? Unajue? Watanzania kama wanavyosema tunaendeshwa na upepo. Eh, yani unaweza ukuta kitu tu kimetokea, hatujui chanzo ni nini, lakini sasa sisi tunaruka nacho kama kilivyo unajua eh? Uh, kuna pointi ameiongea bana ni kwamba inabidi sasa uh, Watanzania tujue tunataka nini. Yani kwenye maendeleo ya nchi sasa. Uh, tujue kwamba maendeleo ya nchi hayasababishwi na chama, yani hayajengwi na chama, unajua. Maendeleo ya nchi yanajengwa na, ya, ya mm -hmm. na, ya ya, na viongozi walio bora unaelewa. Kwa hiyo sasa hapa ni mda ambao inabidi tuondoe dhana ya chama, kwamba chama hiki kiko hivi chama hiki kiko hivi. Hapana, tukisema tuzingatie chama tunafanyaje? Tunaanguka mwisho wa siku, sawa. Sasa tunatengeneza matabaka yanakuwa makubwa sana, migogoro itakuwa ya kutosha, unajua. Yani tusijenge tu kwamba bwana viongozi wa chama hiki bwana wako vibaya, au viongozi wa chama hiki wako vizuri. Hapana. Don't have to do that. Sawa, cha kufanya ni kwamba inabidi tujue kwamba kiongozi gani anatufaa, kiongozi gani anatufaa. Sasa narudi kwenye swala la Mange bana, Mange uh, watu amba, kuna watu ambao wanaonesha kwamba wanamchukia sana au wanaonekana wanamchukia sana, pengine kwa sababu ya pigo zake vile, unajua tena. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo anaviongea vinakuwa ni real sawa, na vinakuwa vinaweza kuleta ma, maendeleo positive sana kwenye jamii. Kama unavyojua jana amesema kwamba uh, sio lazima kwamba tuzingatie chama kasema mwenyewe, sio lazima tufanyeje? Tuzingatie chama chama, eh yeah. kama yeah, hiki chamachama hiki manabiki kae madarakani hivyo, like, like that unajua tena lakini, manabiki tujue kwamba yule ambaye anafaa akae, asiyefaa afanyeje? Haondoke, tusijengewe na ule upepo wa, wa chama chama cha kisiasa, so tushie hapo well, kwa leo. Neno moja kwa vijana wote ambao wanakusikiliza na kukutazama sasa hivi kutazama, uh, barabara yes. Uh, moja kati ya kitu ambacho kila kijana anacho kwenye kichwa chake ni kwamba ana focus na maendeleo na kila mtu anakuwa na ndoto zake za sawa. So, bila shaka hata mwenye Justin una una, una, una ndoto zako, za kama maana, ana ndoto zake. Kila mtu ana kwa hiyo tumetofautiana na kama hiyo lakini, una vile vitu vya kuzingatia katika hii safari nzima ya mafanikio. Unajua, kitu cha kwanza ni uvumilivu, kitu cha pili ni imani, kitu cha tatu ni kujituma, yani bidii, lazima iwepo kwenye suala zima la mafanikio. Kama tukivizingatia hivi, bwana vijana, tutatoboa, na pia tuache roho za wivu, okay. E, tamaa, wivu ni vitu vibaya sana, tufanye pesa kihalali, unajua yeah. Like that bwana, asante sana kwa muda wako Mr. Barama. Yeah. na leo kwenye maiki mimi nilikuwa ni just ni mwangomba Kameramani leo ni Salum, Mr. Salum Ndembo, msiewa kupeleka. Asante sana kwa timu yako, na make sure tufollow kwenye page zetu zote za mitandao ya kijamii, Facebook ni Mega Media TZ, YouTube ni Mega Media TZ, Instagram Mega Media TZ. Asante sana kwa timu yako. Tukutane na muda na wakati kama huu. Thank you.